Jukumu la mwanamke wa Kidigo, ukimaliza kupika lazima uoshe mwiko wako, kwa sababu kuacha mwiko bila kuuosha matusi. Matusi. Matusi, matusi makubwa sana wani, tena wani, matusi ya ndani, hmm. hata kama umepika chakula usiku, hmm. Osha mwiko wako, hata kama umechoka, hata kama umechoka. hata kama umechoka. hata kabla hauja kula, uhum. Osha mwiko wako, weka kando. Uu, haulali. haulali mwiko. nipo jikoni na mdigo hutumia mafiga yaani mawe matatu ile. Wakati wa ndoa, mwanamke hufundishwa mambo yote ya ndani ya nyumba na mapishi, na akapewa jiko. Akapewa jiko, huwa wapewa jiko lako, wapewa vyombo, ili ukifika kule usianze kupata tabu na kupika. Tayari ukiolewa tu, baada ya harusi, wapewa tayari jiko lako. Mashangazi yako haja ya kuwekea jiko na kufundisha jinsi utatumia na jinsi jiko laekwaje, mm. Chakula hapa kinapikwa kwa ustadi na leo naandaliwa papa. Papa samaki papa huyu huliwa kwa ugali wa muogo wenyewe wakiita bada bada, ambao ni ugali wa muogo. Uchanganywa unga wake kwa maji baridi ama ya vuguvugu vugu, kisha ugali huo ukakorogwa ukasongwa bila kuachilia mkono. Unariona bada rinavyonyamburika siti mm. Na nyamburika na kama bigiji atua Msambweni, Msambweni anakwamba unazira bada Msambweni undariani bada nchakuria asili nanguraya bada nikuvutika mm, hivyo alafu kushikashika mkono pia mm. hilo ndio bada ilo la asili. Aya, mambo ndio hivyo, tayari mama Ramasiyo ndio hivyo baada letu da city ndio hilo lishaiva Subiri utakavyoona linavyowekwa kwa, kwa sahani sasa ni upa, upakuaji wake huo wa kidesign. Sawa. Haya, hilo ndo laitwa bada hilo unaona linavyonyamburika nyamburika hivyo hiyo ndio ladha ya bada kwa sababu kisemo unaliweka gumugumu litakuchinda nafueneka nani mfuenike naichi hata chakachisufuria iro. Jukumu la mwanamke wa Kidigo kimaliza kupika lazima uoshe mwiko wako, kwa sababu kuacha mwiko bila kuuosha matusi. Matusi. Matusi, matusi matusi makubwa sana, matusi matusi sana. Tena matusi ya ndani hmm? Hata kama umepika chakula usiku mm, osha mwiko wako, hata kama umechoka, hata kama umechoka, hata kabla hauja kula mm-hmm, osha mwiko wako weka kando, uh, haulali, haulali mwiko yeah. katika ladha hakukosi kinywaji, basi wenyeji wangu waliniandalia uji na si uji tu, bali ni uji wa ngano. Uji huu ambao ni uji, ni mchanganyiko wa tui, sukari na dawa ya uji umechemsha mwanzo, ah. Tuongeza hapa kwenye huu kawangano tujokorogapa ili uji wetu uwe mzito. Na sisi uji ukiunwa mtopenda sana. Mashallah. Mashallah. Mashallah. Basi tunaelekea jamvini ambapo tutaionja ladha ya Mdigo dasiti, walionaje? bada hii nsima ya bada, Bismillah. Wacha pia mimi nionje kai kwanza, mi napenda kuko wako wa mchuzi, mashallah. <tipa> Dasiti, halafu huyu papa ana siri yake. mm -hmm. Unaona, mimi na watoto wengi mashaallah, watoto wangu hawa wote wanne niko nao hapa. Wa. Mm. Huyu papa hata nikinunua vipande viwili mm -hmm, vya tosha kwa sababu mnagawa kidogo kidogo, mwingine anapata kidogo kidogo, mwingine anapata hiyo. Ndio siri ya watu kula pamoja kijidogo dogo. sifa moja mm. ya wadigo ambao niliwajua wadigo, wana utani kila kitu kwao ni dhihaka Iwe katika kula, mali popote pale. Nilicheka sana, nikatamani angani ishina wao siku zote ili tu nicheke. Ama kweli, ndigo si mzigo. Ni uji unwa yangu nutia kukombeni. Haya, unajua ukikula chakula lazima upate cha kuteremshia. Tungekua tumpika pilau tungekunywa na juisi dasitantuletea juisi ya kwaju lakini sisi kwa sababu tuwakunywa uji. Uji wanywa hivi hivi, siyo? Mm. Eh. Bismillah. uji wa ngano Mm. unajua biziti kwanini tuwapenda? Mm. uji wa ngano Mm. kwa sababu mm, ngano inashika tumbo mm, unashinda vizuri de...